Jamani, wema wetu tunamfanyia nani? Allah, Allah Tabaraka wa Taala. Wewe fanya kwa yule aliyokuambia ahsin kama ahsana llahu ilaik, fanya wema kama yeye alivyokufanyia wema. Wewe mema utakayoyafanya hayawezi kulipa jicho, hawayaweza. Iko thamani ya maisha ya hela utakazopewa ziwe sawasawa na jicho lako? Bwana mmoja alienda kwa sheka akawambia Shehe bwana mimi, haya maisha bwana, mimi naona mmezaliwa na mkosi mimi, kwa sina neema yoyote kwanzia nimezaliwa mimi tabu tu tabu, ta. Akamwambia shida nini? Sina hela shehe. Kwa hivyo shida, ataka hela. ndio hizo ndio dua za siku hizi bwana, uchumi mbaya. <laughs> Akaambia njoo kesho asubuhi saa mbili, njoo hapo. Yule bwana hata saa mbili haikufika amefika kwa shekhe. Shekhe, shafika mimi. Ambea, pole, pole saa mbili bado. Ah, ah, shekhe, kitabu zako ndio hizo, wahi wahi eh? Shekhe akamwambia kuna bwana yuanunua jicho kwa milioni hamsini. We shekhe kisirani we shekhe gani sasa we Hivi kwa mimi niuze jicho kwa ajili iiohasibsinsema oh, huna neema huna hela huna neema. Sasa toa hiyo jicho tu utapata neema. ah, hiyo sitaki <laughs> Wewe una neema za Allah nyingi. Wa intaudu ni'matallahi la tuhsuha, fanya wema ukijua unamfanyia nani? Allah tabaraka wa ta'ala.